Barabara ya Likuyufusi Mkenda ni barabara kuu yenye kuunganisha nchi ya Tanzania na nchi jirani ya Msumbiji, lakini pia inaunganisha wilaya ya Songea na wilaya ya Nyasa kupitia daraja la Mitomoni. Barabara hii ina urefu wa kilomita mia moja ishirini na nne. Kutokana na umuhimu wa barabara hii, serikali ilianza kwa kuboresha daraja la Mkenda kwa kujenga daraja la mabe lenye urefu wa mita 84 na kwa kuzingatia sera ya serikali ya kuunganisha nchi ya Tanzania na nchi za jirani kwa barabara za viwango vya lami, serikali iliamua kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Uamuzi huo wa kimkakati ulifanyika ni pamoja na kuzingatia magari yanayotumia barabara hii kuwa ya kiwango cha wastani cha magari zaidi ya mia tatu kwa siku. Usanifu wa barabara hii ulianza mwezi wa saba 2010 kupitia kampuni ya Crown Tech Consult na ilifanya design ya barabara yote kilomita 124 ambapo shughuli zinazotarajiwa kutekelezwa baada ya design ile ni ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami nzito yenye upana wa mita 6.5 njia ya magari na mabega ya upana wa mita moja na nusu kila upande ujenzi wa barabara yenye umri usiopungua miaka ishirini na ujenzi wa makalvati mia hamsini na nne madaraja kumi na sita madogo na madaraja makubwa mawili. Mradi upya utahusisha usimikaji wa taa za barabarani mia mbili arobaini zikigusa kila kijiji. Pamoja na usanifu wa barabara hii, pia Serikali iliweka jitihada kwenye usanifu wa madaraja mawili makubwa, daraja la Mkenda pamoja na daraja la Mitomoni. Kazi ya usanifu ilikamilika. Ujenzi wa daraja la Mitomoni hivi sasa unaendelea kwa ufadhili wa serikali na ushirika wa World Bank, na kazi hiyo imefika asilimia arobaini. Kwa upande wa daraja la Mkenda, serikali ipo katika jitihada za kutenga fedha kwa ajili ya manunuzi ya kazi hiyo. E, mradi wa ujenzi kwa awamu ya kwanza utahusisha kilomita sitini kutoka likuyufusi hadi Mkayukayu. Mkataba wa utekelezaji wa mradi huu ulitiwa sahihi tarehe kumi mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano. Mkandarasi atakayetekeleza mradi huu ni China First Highway Engineering Company Limited, gharama ya mradi ikiwa ni bilioni mia na kumi pointi saba saba. Mfadhili ni serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa asilimia mia moja, na mradi huu tutautekeleza ndani ya miezi ishirini na saba.